chochote miongoni mwa vile vitu ambavyo alivyokuja navyo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika sheria, walau amila bihi, hata kama atakifanyia kazi kitu hicho alichokichukia, fakad kafar, mtu huyo amekufuru tayari ijmaan, kwa makubaliano ya wanawachuoni. Mtu huyo anakufuru kwa makubaliano ya wanawachuoni.

Akaja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtu huyu ana kufuru na kitenguzi namba nne. Ilikuwa man yataqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi, yule atakaye itakidi ya kwamba muongozo siokuwa wa mtume ni kamili kuliko ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi au mtu akaitakidi kwamba ipo hukumu ya mtu mwingine ambayo ni nzuri zaidi kulikoni hukumu ya Bwana mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi, mfano yule ambaye anayefadhilisha na kuona kwamba hukumu za matawaghiti hukumu eh, ambazo zina hukumu pasina kitabu na sunna ni bora ulikoni hukumu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallama, fahuwa kafirun, huyu ni kafiri. Kwa mfano, wapo watu ambao wanapokufa wazee wao wanapokufa wazee wao au ndugu zao, inapofikia jambo la kugawa mirathi, wanaona kwamba kugawa mirathi kwa kutumia utaratibu wa dini ya Kiislamu ni utaratibu ambao si mzuri na wala si sahihi, bali ni ugawaji ambao una dhulma ndani yake. Kwa hiyo ni bora wakaenda kugawa mirathi huko mahakamani au serikalini huko wanakojua wao, wakiitakidi katika nyoyo zao kwamba ule mwongozo wa ugawaji wa mirathi uliokuwa kule ni bora zaidi na ni mzuri eh, kulikoni muongozo wa ugawaji wa mirathi uliopo katika sheria yetu ya Kiislamu. Tunasema jambo hili ni kitenguzi ambacho kinautengua Uislamu wa mtu. Hakuna muongozo uliokuwa kamili uliokuwa mzuri uliokuwa bora zaidi ya muongozo wa Bwana mtume sallallahu alaihi wa waalihi wa sallam. Kama alivyosema yeye, fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bora ya maneno yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bora ya miongozo yote ni mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa watu walifahamu hili.